Tatizo sio wewe, tatizo ni njia ulioitumia. Sikiliza mpaka mwisho. Njia ulioitumia inaweza kuwa sio salama kwa mfumo wako wa uzazi kabisa, na ufahamu kuwa iwe vidonge, iwe kuchoma sindani, iwe kubandikiza, zote hizo ni njia ambazo kwa wengi sio salama na ndio changamoto unazozipitia sasa zimepelekea wewe kabisa kuona mfumo wako wa uzazi umekuwa tofauti na zamani. Ila kama unajikuta katika hatua ya kukosa hedhi miezi miwili, miezi mitatu hadi sita, mwingine anakuambia nina mwaka sasa sijawahi ona hedhi, ila umri wake sio kwamba amekoma hedhi. Mwingine anakuambia mimi sisamini tena tendo la ndoa kwenye maisha yangu. Hivyo vyote vinaharibika kwa sababu ya njia mbalimbali ulizozitumia. Na kama uliwahi fanya hivyo na unatamani sasa kuitwa mama, hakikisha umeweka sawa mfumo wako mzima wa uzazi kwa kuondoa huo uchafu kwenye damu yako na uanze upya safari na utafanikiwa. Dr. Shadrack, najali sana afya yako.